Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kipekee kwa namna alivyotujalia neema hii ya kushuhudia mwisho mwema, mwisho mwema wa viongozi wetu waliochakata Ilani ya Chama cha Mapinduzi, tukiwa na Mheshimiwa diwani wetu, na ni washukuru sana wale walioandaa hafla hii kwa ajili ya kutuweka pamoja, ingawa iko ndani ya mchakato wa Chama cha Mapinduzi. Shukuru sana katibu na sekretarieti nzima, mwenezi na wenzenu, kushirikiana na mtendaji wa kata wandao c ili leo angalau tuwe na mkutano mkuu wa chama ili kuweza kusikiliza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nachukua nafasi hii kumpongeza sana mheshimiwa diwani wetu, Mheshimiwa Bilali kwa kazi alizofanya kwa kipindi chote kilichompa miaka mitano. Leo atatuambia namna alivyochakata ilani watu yetu ya chama cha mapinduzi. Hebu tuongeze makofi wote hawa, ni watu wetu CCM, oye! Basi idunie gusahii ili kumleta bwana Bilali mbele ya Chama cha Mapinduzi, viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi, ili kwa pamoja tuweze kusoma ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kazi kubwa mjetu kuma wenye viti wa vijiji safi. safi makofi kwao <laughs> wataalam safi, safi. Mheshimiwa mwenyekiti, leo ni siku njema sana. Nianze kwa kushukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema Mungu mwenye utukufu aliyetujalia leo tukawepo hapa na jiti. Kabla ya kusema maneno mengi, niombe kuwasilisha taarifa hii kwa kuipokea, alafu nianze kwa usomaji wangu. Ndugu viongozi wote mlioko hapa, kuna vitu vingi vimefanyika, lakini siwezi kuvitaja vyote kwa sababu mambo ni mengi. Tumejenga madarasa manne mienye, na wanafunzi wanasoma ambaye aligharimu mwenyekiti, milioni 80 na ushee Mtinko mwenyekiti, tunaye mwenyekiti wa wenyeviti wa, wa, wa, wa wilaya mwe <coughs> lakini kazi tuliyoifanya mwenyekiti, ni kuhakikisha tunamalizia mabweni mawili ya watoto wenye wa mahitaji maalum. Hayo mabalo yote mwenyekiti yamegharimu shilingi za kitanzania milioni mia tatu na, themanini na tisa nukta tano mwenyekiti, lakini tulijenga tena ukumbi mwenyekiti, bwana nakulia chakula au ukumbi kama, lakini ule ni mdogo tume kujenga Mtinko na ukumbi unang'ala. Ukienda mwenyekiti, wewe mwenyewe unasema kweli hela ya Tanzania inatumika vizuri bila shida yoyote. Makofi kwa Mtinko na Watanzania oye, oye. Mwenyekiti Mtinko, tunaelekea tunakarabati zahanati zahanati ambayo ni jengo letu laudibishi mwenyekiti. Lakini, mwenyekiti, tunakuelekea sasa hivi tumeshaomba umeme kwenda kwenye ofisi yako mwenyekiti. Wataalamu wamekuja na nguzo wiki hii. Unaletoa nguzo mpaka ofisi yako ya chama na ofisi ya serikali umeme wake kwa juhudi za kijiji cha Mtinko na kata yetu ya Mtinko. Makofi kwa umeme sana. Tanzania oye. Ninyenye mnanibibu. Nimeacha visima sijavitaje, vya sola vimepitumia sabini sabini, visima vitatu. Mnakunywa maji bila shida na tunabaki mwenyekiti, mradi mkubwa wa minyenye utakuja kuchimba kisima kirefu. Lakini sio hicho tu mwenyekiti, tuna bahati kupitia bajeti iliyopita tumepitisha huko, naye imepita huku anaenda kupiga makofi mwenyekiti. Alafu pia chama chetu chama chako mwenyekiti, kimepitisha ilani ya uchaguzi ambayo tunaenda kuleta maji ya ziwa Victoria. Vijiji vyako ya kata ya Mtinko vyote vitapata maji ya ziwa Victoria mwenyekiti. Tanzania oye! Tanzania safi! Lakini hela itaingia muda wote ndugu, ila tutajenga sekondari mwenyekiti ya milioni mia sita na sabini na kitu ambayo itakuwa na kila kitu. Mirani ni mingi mwenyekiti <tuhi> niwashukuru sana mwenyekiti, ni washukuru sana wananchi wa kata yote ya Mtinko, wenyeviti wangu wa vijiji wote, na watendaji wangu wote, na wakuu wa idara zote za serikali nawashukuru sana kazi tuliyofanya kubwa mno. Walimu wote mwenyekiti, tumefanya kazi njema. Tunakushukuru sana wewe kwa malezi mazuri, na tunakushukuru na katibu wako na kamati yako ya siasa. Mlipoona jambo linaenda vizuri, mlituita na kutuelekeza. Kazi yako ilikuwa ni njema sana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii niwashukuru sana leo, nimshukuru sana mbunge wa jimbo la Singida Kaskazini, nimshukuru sana Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri nashukuru sana mkuu wetu wa mkoa. Nimshukuru sana DC wetu na viongozi wengine ambao tumeshirikiana kuhakikisha maendeleo yanakuja, lakini washukuru sana waheshimiwa madiwani, wataalamu wangu, mtendaji wa kata ukiongoza kinafsa maendeleo, afisa afya, elimu, mkuu wa kituo cha polisi na watendaji wote wa vijiji. Nimwashukuru watu wa maji, watu wa, wa RUWASA, kazi tumefanya tumeipiga vizuri mwenyekiti. Kwa hiyo nishukuru sana pia ndugu jamani, marafiki, lakini pia niwashukuru sana familia yangu, na hata kama ninapotoa hela kuhudumia chama na kuhudumia wananchi mwenyekiti, walinivungilia sana. Kuna saa zingine walikuwa wanahitaji wale nyama, lakini nahudumia mwananchi aliyepata shida, kwani kuniwezesha kuhakikisha nahudumia wananchi ameenda sawa sawa, lakini tuendelee kuombea Mungu. Swala la uchaguzi ni swala la Mungu, swala la kiongozi ni nani Mungu mwenyewe anajua kiongozi ni nani, tusije tukaingia kwenye migogoro, lakini niwaombe aiiiea ishoata kiongozi atakayekuwa